Mapenzi ni pale mwenzio, God forbid eh, Mwenyezi Mungu atunusuru amepata maradhi, mm, maradhi unamsimamia mpaka her death or his death, na tumewaona mm, wazazi mm, I, mababu zetu na mabibi zetu eh, jinsi wameishi katika time ya kuwa mpaka unamlaza mwenzio katika katika jeneza mm, unamweka katika nini, unamstiri mm, wanazikana. Hii ndo mapenzi eh, mapenzi sio kwamba mwenzio kaumia mguu leo namwambia ah, bwana hufai eh? Au wanawake sisi tuna nenepa hmm, na kukonda tunabadilisha shepu ya kuwa sasa, ushamuona mwenzio sio mwanamke tena, umesahau kwamba yule ambayo ulomleta nyumbani alokamata watoto wako alokula, hmm, hujamlisha vizuri au <laughs> samahani, ndugu zangu, hujamlisha vizuri nutrition yako, lakini <laughs> afya nzuri na mwonekano mzuri si unategemea labda na matunzo yako? Kwa nini mtu labda asiwe anafanya masuala ya mazoezi angalau kukip mwonekano wake uo na mvuto kila siku lakini? Baadaye kuna wengine ni mm, wanawake na wanaume wanajiachia tu, alafu yake anatokeze haya kukimbiana na haya kutoonekana kwamba huyu sasa hana mvuto. Kwa upande wangu, tumalizie kwa hapo. Sasa kwa hapo tuseme kwamba hmm. mimi ni mtu wa mazoezi, lakini kuna siku nyingine nakuwa nakuwa niko very lazy. Eh, utamkuta mume wangu alhamdulillah hmm. anakaa kuniambia da, mke wangu, leo tunapiga mazoezi kidogo. Hata kama niko mbali lakini hmm. yupo yu katika simu na mimi anasema eh, oh, piga tano leo, piga ishirini hmm. za hizi piga mbili za hizi sasa. Hayo ah, ndio ambayo tunazungumza mapenzi ya kuwa there's no end to it. Unapomuona yeah, mwenzio anatoka out of shape una tunasaidiana, mm, um, mna come together mna, mna, mna, mnasaidiana ili mwenzio upo katika shape. labda vinywele vyake leo havijanini. Mke wangu sina pesa, lakini wacha nikuoshe ni brashi ni, ni vipi maisha ma, mafuta gani nikuweke mke wangu eh, mm. ili upate kunini yeah. Sina ya elfu hamsini lakini kuna ya elfu tano ya nazi, ambayo ya sili yanafanya the same thing eh, hiyo ni luxury tu yeah. Lakini nini ni hayo eh? ya kuwa ya kukaa kufanyiana mema, mm.